Ugali, ugali ah, ile ile ugali ule, unaanza kula na mboga iletan, unaikula kama kama kama bisi kama kaukau <laughs> bila mboga, bila mboga ma mahali ili wakamwone Mbarikiwa nakulaje. Bila shaka wanamjua Mbarikiwa anayeongea, wanamjua Mbarikiwa mwenye moyo fulani kwa hiyo tukikutana na watu tu, tushughulike na yale tunayojuana, tushughulike <tratullar> na yale tunayojuana, sio mengine. Wewe unaniona mara ngapi natafuna kwenye mtandao? Mara chache sana, ambayo kupiga simu kutoa kipindi iko TikTok natafuna nayo aina rekodi pengine, hii wakati nakula ule ule ukoko wa nje waezekia, ndiyo iko ndiyo iko rekodi ile kidogo. Wewe jaliko niona mimi mimi sijawa wa maana kwa watu kwa sababu mimi niona nakula wakuti wa Asiugu mtu hata usije ukao, mimi nafika unaangaika na chakula, chakula. Mi, mi natoka shima hata maji wena kwa mimi ni mtoto wangu. Na hivyo sasa, utazungukwa na watu wengi ambao wanaweza kaa, tukusaidie tukusaidie huko peke yako. Ah, mimi nimefunde chapa vipeperushi wagawie watu wambie, njoni njoni, tusalimie mchungaji. Njoni Mchungaji Mbarikiwa atubariki. Safari ya moja moja, ya safari nataka pia kwenda kumbariki ile mchungaji wa Kigoma aliyeongea sana yeye, lakini lazima eh, lazima ntafika, tambariki pale, lakini pia nafunga tu mlango wa watu wengi wengi tu wengi wale ambao bisha na sema. Namba two, nataka ningie niwasalimie watu wote. Kama uko tayari kupitia hiyo eneo hapo hapo kwako, nisalimie yoyote anayetaka msaie kwa ibada ya aina yoyote ambayo naeza mkaandaa ya aina yoyote. Si lazima mue ishirini, sio lazima mwe mia. Hata mkiwa watatu, hata mkiwa wanne, ila tu napofika kwenye familia yako tusalimiane kwa ibada. Hey, tusalimine kwa story, tusalimiane kwa ibada. Kwa ibada nini kinakufanya, ile moyoni mwako, una hatua gani? Una hatua gani kwa kunifuatia? umefuatilia nini na nini nami, waaai ngie jua, siogopi hata kwenda kwa anayeweza akawa na hila chabisi, na hila tu na chochote, na nachoeza kusema kinakuwa kiko wazi kamba nafanya hivi, nataka kubariki, nataka kukuombea. Wengine watakuwa nafahamu, nataka kuombea uwe na roho ningine, uwe na roho nyingine ambayo ikwema ndani ya Yoshua, ndani ya, ya, ya Kareu, ile roho ningine iliyomshukia ioshuilyomshukia eh, Sauli. Hiyo ni ile iliyomshukia Daudi akawa mtu mwingine. Ile ndio ambayo anaangaika nayo. Hata kama unahubiri na kukua pakani sana. Kwanza kwa unanielewa kwamba unielewi. Mimi hapa na kuvidi roho yako hiyo nyingine. Ile roho yako hiyo nyingine hata wanadamu tuko barabarani wakiwa wanapona kwa Daudi wewe una roho nyingine. Roho yeah, yes! Wakati mwingine wakati mwingine nayo tajwa pale ni uwezo tofauti wa kuyaona mambo, na kuyakabili mambo, na kuyaendea mambo. Uwezo tofauti.